The African Princess Nandy ameweza kuchapisha chapisho refu kupitia ukrasa wake wa Instagram ambapo katika chapisho hilo aliweza kuongea mambo mengi kuhusiana na kupoteza pete yake ya ndoa katika mazingira ya kutatanisha. Mita nukuu na atakusomea jinsi kama ilivyokisha kuandikwa. Mimi naitwa Daud Alexander, hapa ni Blue House Text Media, ili wewe mwanafamilia wetu wa kwanza ambaye utakuwa unapata habari zetu za ndani na exclusive mbalimbali kuhusiana na gossip stories, stories, za mastana ambazo zinateka headlines kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii basi subscribe hapo chini ili wa kwanza kupata update zetu. Sasa ukipitia katika page ya Instagram ya mwanadada The African Princess Nandy ambaye anatisha kweli kweli mwenye numbers nyingi kupitia mtandao wa YouTube ambapo ah, ikitoka yeye ndo anafuatiwa na mwanadada Zuchu kutokea pale WCB. Sasa mwanadada Nandy aliweza kuandika kama ifuatavyo kupitia page yake ya Instagram. Wapenzi wangu, nimepoteza pete zangu za ndoa eh, katika mazingira ya kutatanisha. Please, atakayeziona au kama kuona sonara amepelekewa, naomba sana ani check kwa DM. Nitatoa zawadi ya shilingi milioni kumi. Pete zangu zina memory kubwa sana maishani mwangu. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika hivyo mwanadada mm, Nandi. So ukipitia katika upande wa comment section, wadau alikuwa anamwambia nini? Ila Tanzania anaitwa bonge press huyo, afakacheka huyu mwingine anaweza kumwambia kwamba hayo mazingira ya kutatanisha eh, yapo wapi tu Tafutie huko huko. Haya, huyu mwingine anmta cox dawa yao akaweza kusema kwamba du, hiyo milioni kumi itatoa roho sema, Nandi naye sio wa kumwamini. Haya, <laughs> mwingine anaweza kusema kwamba vijana, ajira hii hapa, tafuteni pete za Nandi jamani, milioni kumi ya bure. Haya, huyu mwingine anaweza kusema kwamba Tanzania artist with kick ni, ni balaa. Mwingine anaweza kusema kwamba chupa E, limehamka na chai, ongea naye vizuri mtoto wa kino huyo. Mwingine anaweza kusema kwamba niamke sasa nikatafute pete niache kusema ajira hamna. Kwa hiyo ni comment ambazo zinachekesha kweli kweli. Mwingine anaweza kusema kwamba hivi Nandy ulikuja Dodoma kweli, ili nijue pa, pa kuanzia kuzitafuta na hoteli uliofikia, naomba details vizuri, milioni kumi hiyo. Mwingine anaweza kusema kwamba pole sana jamani. Mwingine anaweza kusema kwamba, Wema alitafutisha manunu, wewe unamtafutisha unatutafutisha pete. Hii nchi inapitia mengi sana. Mwingine anaweza kusema kwamba umezipotezaje jamani? Mwingine anaweza kusema kwamba pete za ndoa huwa hazivuliwivuliwi hovyo. E, ulikuwa wapi na kwa nini uvue ki, kiapo cha ndoa? Tatizo wanawake wa siku hizi wajuaji sana. Haya, mwingine anaweza kusema kwamba ni wapi unapahisi jamani, nikahakikishe hapo. Milioni kumi ni nyingi sana mno. E, utanipa hata milioni tano tu. Mwingine anaweza kusema kwamba du, pole sana jamani thamani milioni kumi. Mwingine akacheka, Sasa dada Fau na wewe ulivua eh, za nini? na unajua madini yanapoteaga, yanapotea, ya, yanapokea, ya kiuchawi. Mwingine unaweza kusema kwamba kama ni goldi eh, si, sinasikia zinapoteaga tu, Nandy, usipozihifadhi zinavyotakiwa. Pole sana, mi nilipotezaga vigoldi vyangu vya uchumba na ndoa miezi mitatu tu baada ya ndoa, mpaka leo sijawai kuvaa pete ya goldi tena. Kiufupi, nasubiri pesa zangu zinifikie ninunue pete na maana tunaziombea kanisani anivalishe tena. Du, pole sana baby. Mwingine unaweza kusema kwamba we Nandi acha ama siara eh, utap, utapenda, utapenda nikizipata nikuletee kwa staili gani? Hivyo ndivyo eh, walivyoweza kuandika baadhi ya comment ya watu kupitia mtandao wake wa Instagram, lakini ukipitia katika slide ya pili utaweza kuona Nandi huyu hapo amejiposti akiwa na mwanae na namna hiyo wanapendeza kweli kweli. Eh, tazama wanavong'aa katoto kana tazama kwenye kamera na vitu kama hivyo. Mwanadada Nandi ameridhishwa na familia yake, ikiwa Billnas Benenga anamtunza mwanadada huyu. Sasa hivi ananipeana tu eh, tazama shavu la mtoto. Mtoto anafanana na Nandi kabisa, kwa hiyo ni kama vile corporate kabisa. Hapa Billnas amefuatua mato ale ambayo yanafanana yeah. Tazama jinsi anavyomjali hapo. Alikuwa kwenye gari lakini mtoto anafurahia nyumbani. Kuna pesa, utamwambia nini? Mfanyakazi wa Nandy mwenyewe, unaambiwa huwa anatumia simu ya milioni tatu <laughs> ambayo pengine mimi na wewe ni kumiliki ni ndoto, pengine tuna uwezo wa kumiliki, lakini ndo hivyo, kwa shughuli tulizonazo inaweza kuwa ni ndoto. Lakini katika slide ya mwisho aliweza kuposti yeah. Mkono wake hapokuwa na hiyo pete ambayo imepotea. Hivyo ndivyo Nandy alivyoweza kushea kupitia page yake ya Instagram, akilalamika kwamba amepoteza pete yake ya ndoa. Unalizungumzaje? Ila paswala niandikia komenti yako hapo chini kupitia Blue House Dax Media. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi.